Vuma Online TV. Karibu sana mtazamaji wa Vuma Online TV popote pale ulipo, tunakaribisha katika mahojiano yetu kwa siku ya leo. Leo nipo na wanasheria ambao wanafanya kazi katika shirika la Inherit Your Rights, Rithi haki yako, ni wakongwe katika tasnia ya sheria ambao wapo katika chuo cha waandishi wa habari na utangazaji Fanikiwa kwa lengo la kuweza kutoa elimu kwa waandishi wa habari ambao wanahitaji kuwa waandishi wazuri na mahiri katika fani ya waandishi wa habari na utangazaji. Utaweza kuwasikia kinaga ubaga wakizungumza kuhusiana na masuala ya kisheria, na leo tutakuwa na mada isemayo umuhimu wa wosia kwa Watanzania up umuhimu wa wosia. Utaweza kuwasikia wakizungumza kinaga ubaga, lakini pia utaweza kuwasikia wakijitambulisha wametoka wapi na wanafanya kazi na lengo lao ni nini katika masuala mazima ya kisheria. Mimi naitwa Daniel Nicholas, karibu sana asante sana. Uh, kwa majina naitwa Maria Kola ni mwanasheria kwa natokea katika shirika la Inherit Your Rights ama kwa maana nyingine kwamba rithi haki yako. Asante, asante. Karibu sana kaka. Asante, uko poa, uko poa. Karibu katika studio zetu. Asante, ndio. Ah, kwa majina naitwa Joel Moses, ni mwanasheria pia kama ulivyonitambulisha mwanzo. Natokea shirika la rithi haki yako. Shirika hili lipo viwanja vya Nane Nane, njilo pale kituo cha Diana Uh, shirika hili linahusika hasa kutetea haki za wanawake na watoto na linafanya kazi katika maneno makuu matatu: access, awareness, action. Kupitia maneno hayo ndiko ilikojengwa miradi ya ndiko ilikojengwa miradi ya rithi haki yako. Kwa ufupi tu tukizungumzia awareness, tunazungumzia kumpa mtu uelewa wa sheria. Kwa hiyo yako masomo 16 kwa ajili ya watu wazima, 16 kwa ajili ya watoto 12 kwa ajili ya watoto 16 kwa ajili ya watu wazima 12 mbili kwa ajili ya watoto. Masomo haya huwa tunafundisha kwenye kozi fupi fupi, kwenye kipengele cha awareness. Kipengele cha access ni kwamba wale wote wanaofika ofisini kwetu waliokidhi vigezo vya kupewa msaada wa kisheria bure. Vigezo hivyo inaweka serikali, sio sisi. Watu hao wanapewa nini? Aa, msaada wa kisheria bure kuanzia ushauri kuandaliwa nyaraka, lakini pia uwakilishwaji, na uwakilishwaji mahakamani kama ina, inabidi. La, hiyo ni kitengo cha aa, access. Kite, aa, kipengele cha action ni kwamba tunawaandaa baadhi ya watu makundi kwa makundi, wanaoweza kupeleka elimu hii ya sheria aa, huko mbali ambako Rithi yako hatuwezi fika kama ilivyo hapa fanikiwa School of Journalism aa, tumepata bahati kwetu sisi hii ni neema ya kupata kundi kubwa la vijana wazuri wanaoshiriki mafunzo haya ya masomo kumi na sita ya kisheria ambayo wakihitimu watapewa vyeti kama wasaidizi wa kisheria, sio wanasheria. Lengo letu kubwa si watu wapate vyetu, lengo letu kubwa ni watu wapate elimu ili kule wanakoenda nyumbani wakafanyike msaada kuhakikisha kwamba haki ya mwanamke na mtoto inalindwa. Mtazamaji. E, kama ambavyo umewasikia wakizungumza kwamba wanatokea wapi lakini pia wamesikia e, wanaitwa nani na wametoka wapi na leo tupo na mada inayosema kwamba umuhimu wa wosia. Umuhimu wa wosia kwa Mtanzania, wosia una muhimu gani kwa Mtanzania? Nianze na Joel Moses. Hmm. Karibu sana kaka, e, tuambie nini maana ya wosia. Tukizungumzia wosia, haya ni mapenzi ya mwisho ya mwanadamu sawa. Mapenzi ya mwisho ya mtu ambayo huyaacha kwa njia ya maandishi ama kwa maneno ya mdomo kwamba yatekelezwa ya, ya, ya au yafanyike pale anapokuwa amefanyaje, ameondoka duniani. Kwa hiyo wosia si kingine bali ni mapenzi ya mwisho ya marehemu, yanawachwa kwa mfumo wa maandishi ama mfumo wa maneno ya mdomo, akielekeza kwamba mali zake zigawiwe vipi, lakini pia mwili wake uzikiwe vipi. Vipi kama endapo mtu hatakuwa na wosia kabisa, nini kinaweza kikatokea? Kama ulinisikia mwanzo nilivyosema, kwamba ni mapenzi ya mwisho ya marehemu, ina maana kama umekufa na hukuacha wosia, maana yake mapenzi ya mwisho ya kwako hakuna atakayekumbuka. Kitakachofanyika ni kwamba mfumo wako wa maisha ndio utatambua, utaelekeza uh, kwamba mali zako zigawiwe vipi kwa hiyo kama uliishi maisha ya usasa, yatafuatwa sheria zinazoratibu maisha ya watu walioishi kisasa. Kama uliishi maisha ya Kiislamu, basi sheria zinazo ratibu mirathi kwa, kwa Waislamu zitafuatwa. Lakini kama uliishi maisha ya kimira, sheria zinazoratibu mirathi kwa watu walioishi maisha ya kimira zitafuatwa. Kwa hiyo ni heri mtu akaacha wosia ili mapenzi yake afanyeje yatimizwe upi umuhimu wake kwa Mtanzania? Ah, umuhimu wa wosia kwanza, inaondoa ugomvi kwa ndugu, kwa sababu wewe mwenyewe unafahamu ni kitu gani unamiliki ni kitu gani haumiliki. Huenda sehemu unakoishi leo hii, labda umeishi kwa muda mrefu, umepata watoto pale, watoto wakiisi ni kwao, kumbe ile nyumba si si ya kwako, ile nyumba ulipewa uishi tu. Ukiacha wosia, itawasaidia wale watoto kufahamu kwamba hapa kumbe sio kwetu Baba ameacha kitu fulani na fulani na fulani lakini hajaacha nyumba. Usipofanya vile wale watoto watagombana. Hilo la kwanza. La pili, una uwezo wa kuwa na nyumba zaidi ya moja. Kila nyumba ikawa na hadhi tofauti na nyenzie. Ikawepo moja yenye mwonekano mzuri kuliko nyumba nyingine. Usipoacha wosia, ina maana kuna uwezekano mkubwa watoto wote wakagombania ile moja ambayo ina mwonekano mzuri, lakini ukiacha wosia, yule mtoto ambaye ulimpendelea wewe unaweza kumpa ile nyumba na kuwapa wengine uh, sehemu zao, lakini pia inakupa wewe nafasi ya kumnyima mtu ambaye kisheria ni mrithi halali, lakini kwa sababu ya makosa aliyokufanyia wewe kama mzazi, sawa, unaweza kuamua kwamba huyu simpi kwa sababu fulani. Uh, tunaamini kwamba walokufa hawajui chochote, lakini kuna hisia pia zinatujia kwamba huko alikolala hichi kinachoendelea atakuwa amefurahi ama amefanyaje, amekasirika ili sasa huko na kwenda ufurahi ama ubaki kwenye hali ya kusema angalau mambo nilioyaacha, ya, yamefanyika ilivyo ni kwa kuacha wosia. Lakini la muhimu zaidi ni kwamba unalinda maslahi ya mjane kwa wanaume, lakini kwa mwanamke maslahi ya mgani? Kwa hiyo ukiacha wosia ni salama zaidi kwa kuondoa ugomvi wa familia, lakini pia maslahi ya ndugu unaoacha duniani yanakuwa yamelindwa. Mashahidi wanatakiwa wangapi katika kuweza kuthibitisha wosia? Aha, sasa inategemea na aina ya wosia. Kwa wosia wa maandishi mashahidi wawili wanatosha. Kwa wosia wa mdomo hasa kwa wale wasiojua kusoma na kuandika inashauriwa wawepo mashahidi wanne, na ni maelekezo ya sheria kwamba wawepo mashahidi wanne na wosia huo unaandikwa na mtu anayejua kuandika, anasomewa aa, aa, anasomewa muhusia, anathibitisha kwamba hichi ndicho nilikimaanisha, kwa, kwa yule asiyejua kusoma na kuandika. Lakini kwa yule ambaye anaacha tu wosia wa mdomo, hataki karatasi yoyote, basi atawaita hao watu wanne, ataongea inatakiwa kati ya hao watu wanne wawili wawe ndugu, lakini ndugu hao wasiwe warithi kwa sababu wosia ni siri. Kumbuka, hatuwezi zungumzia swala la mirathi ikiwa mwenye mali zake yuko hai. Mirathi inazungumziwa mtu akisha kufa. Na wosia uhai wake unaanza pindi mtu akifanyaje? Akifariki. Je, huwezi kutoa eh, mali zako kwa watoto Hama. au kwa mke ukiwa hai? Aha. Ukigawa mali zako ukiwa hai, huo si wosia, bali ni zawadi, ni zawadi, ndiyo. Na ha hawapewi kwa maneno ya mdomo, wanapewa kwa nyaraka inayoitwa hati ya zawadi. E, deed of gift, kwa lugha ya kigeni inaitwa deed of gift, unaapa. Kwa hiyo kumekuwa na kasumba mzazi anamwambia mtoto wewe utajenga hapa wewe utajenga pale. Ndiyo. ama anamwambia wewe jenga hapa, na mtoto anaanza kujenga akiamini kwamba amepewa urithi, kumbe ule sio urithi, ile ni zawadi. Baba akifa, huyu mtoto bado ana haki ya kurithi kwenye kile kidogo kilichofanyaje kilichobaki. Ila kama baba alimaanisha kwamba hii ni sehemu ya urithi wake wa baadaye, basi atampa kama zawadi, ataandika wosia ndani ya ataelekeza kwamba fulani ya fulani sitowapa kwa sababu tayari niliwapa mali fulani, itaeleweka kwamba mapenzi ya marehemu ilikuwa kwamba huyu mtu asifanyeje, lakini ndani yake isionekane hiyo. Nitarejea kwako tena Joel Moses. Madam, mm, eh, Mariam Kola, upi muhimu wa wosia kwa Mtanzania? Aha, kwanza kabisa umuhimu wa wosia kwa Tanzania kwa Mtanzania ni ku Ku, ni, ni kutokuleta mgogoro kwa wanafamilia au kwa nini kwa warithi hii ni kwa namna gani? Ni kutokana pale anapotokea yeye hayupo tena duniani ameacha ule urithi haitaleta nini mgogoro kwa wale warithi kutokana na kile alichokiandika tayari, kitakuwa kimekwisha kuelekeza nini, ki, nini kifanyike mara tu baada ya yeye kufariki, lakini pia nini, kifa, nini nani, a, a, a, nani arisi kipi na kipi kiende kwa nani. Hiyo ni muhimu wa kwanza kwa mtu yoyote kuacha nini, kuacha wosia, si ndio eh? Lakini pia umuhimu mwingine kwa mtu ndio maana tunasisitiza kwa nini mtu aache wosia, mali zake zinaachwa mikono nini, mikono salama, si ndio eh? Kwa sababu tayari mwenyewe anakuwa na anakuwa ana, ana, ana na uhakika kwamba pale nitakapokuwa sipo tena duniani mali zangu zitakuwa zimeachwa kwenye mikono ya ya nani na wapi ni, sa, ni wapi ni salama. Asante. Karibu. Asante sana, umezungumzia kuhusiana na migogoro. Mm. Kuna baadhi ya ndugu ni wabishi kweli kweli, mm. Eh, ukizingatia kwamba kuna nyaraka ambazo zimeandikwa na marehemu mm, lakini wanakataa na wanakuwa na misimamo mm. tunaweza tukatatua changamoto hii kwa namna gani? Asante kwa mara nyingine tena, wosia tunaozungumzia hapa ni wosia wa kisheria, na mara zote sh, mara zote sheria inachokisema kwamba wosia unapaswa usimamiwe, umesema nini, bila kujalisha kwamba wanafamilia wana ndugu wana misamimamo ipi. Last is, kitu ki, chenye maamuzi ya mwisho ni nini? Ni wosia. Nini kimeandikwa ndani ya wosia ndicho kinachopaswa kunini, kusimamiwa bila kuzingatia matakwa ya wanaukoo au wana familia, kutokana na umuhimu mkubwa wa kutambua kwamba wosia ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu mm. tunafahamu kwamba kuna baadhi ya ndugu ambao walitamani sana wapewe wosia lakini hawakupewa. Je, wakifika mahakamani wakaelezea kwa umakini hisia zao, wanaweza wakasaidiwa? Uh, niseme hapana, kwa sababu kisheria, kutokana na sheria tayari kuna warithi halali tayari kuna nini, kuna warithi halali ambao tayari wanaweza kuwa wameorozishwa kwenye nini, kwenye ule wosia. Mimi siwezi kutoka hapa, mfano mfano ni ni ndugu amefariki mm -hmm. Mimi nitoke hapa na hisia zangu, niende nikaielezee mahakama kwa hisia zangu kwa lengo la mimi kunufaika na nini na ile urithi wake, kitu ambacho hakiwezekaniki. Tayari kisheria kuna warithi halali ikiwa kwamba wamekwisha wame kuorozeshwa kwenye nini kwenye wosia. Lakini pia nikumbusha kitu kimoja, huyo anayeacha wosia huyo muhosia, lakini pia anaweza kusema kwamba fulani hana haki yaku nini ya, ya kurithi haki kurithi mali zangu kutokana na sababu zake. Moja ya sababu inaweza kuwa kwamba kipindi uko hai, mfano mtoto, tunavyofahamu kwamba mtoto ana haki ya kurithi mali ya mzazi wake, ikatokea mtoto huyo huyo amelala na mke au mwahawara wa baba yake, yule mtoto hata kuwa na haki ya kunini, ya kurithi mali kutoka kwa nani? Kwa mzazi wake. Kwa hiyo mahakama inachoangalia ni ile document iliyoandikwa na kudhibitishwa, ndiyo lakini pia kuna mazingira ambayo inaweza ikapelekea kwamba mtu ana kama anajiona kwamba yeye ni mrithi na hakupata urithi, anaweza akaweka zuio la mahakama kuendelea kutoa ruhusa kwa yule msimamizi wa mirasi, wa, wa, wa, wa, wa, wa mirasi kuweza kugawa zi nini zile mali, wakasikiliza kwamba lile shauri dogo ambalo limeingizwa katikati ya, ya shauri ambalo tunaita ni zuio. Nitarejea kwako Mariam Kola, labda pengine Joel Moses eh, tukiangalia eh, mathalani kuna baadhi ya watu hawana elimu za kutosha kuhusiana na swala zima la wosia kwa maana ya kuweza kuandika wosia kwa ajili ya kuweza kuondoa eh, purukushani hapo mbeleni. Je, tathmini zinasemaje kwa upande wa kwamba nyinyi mnatoa elimu, mmefanikiwa kwa kiasi gani katika kuweza kueleza watu muhimu wa wosia. Kwanza, jamii kwa uzoefu wetu, ndio, jamii imekuwa na mtazamo usio mzuri unapozungumzia habari ya wosia. Tumekutana na makundi mengi wakisema, wosia ni uchulo, siwezi andika <laughs> wosia, mimi umri wangu wa kufa bado, ndo kwanza miaka ishirini, ndo kwanza miaka thelathini, ndo kwanza miaka arobaini, hamsini. Mwingine huko sabini anasema mimi muda wangu wa wosia bado Sawa, lakini isivyo bahati ni kwamba umauti unatukuta muda wowote. Kwa hiyo kama shirika aa, kupitia awareness, ndio tunafundisha maswala haya kwenye mikusanyiko yoyote halali, iwe ya kidini, ya kiserikali, ama vikundi vikundi, tumekuwa tukifanya hivyo na kwa mwaka jana tu 2024 tumefikia watu zaidi ya elfu kumi na mbili wamepata mafunzo haya, lakini tumefanya vipindi redioni, vipindi zaidi ya ishirini na tisa kwa media za hapa Arusha vipindi zaidi ya ishirini na tisa. Kwa hiyo tunajaribu kusukuma hili jambo lifike, aa, kwenye masikio ya Watanzania wengi, waamini kabisa na kuelewa kwamba ukiwacha wosia unaacha familia yako ikiwa nini, ikiwa salama, huko unakwenda unapumzika kwa kwa amani, lakini usipoacha wosia mara nyingi unakuwa umeacha kesi mahakamani na migogoro ndani ya familia. Kwa hiyo kiukweli kama arithi nani shirika letu la Rithi Haki Yako, tumejitahidi sana kupitia uh, awareness, lakini kupitia action pia. Kwa mwaka jana tu uh, tumefundisha madarasa yenye wanafunzi zaidi ya tisini na nane wanafunzi zaidi ya tisini na nane tayari wamefanya masomo yetu kumi na sita likiwemo swala la wosia, lakini na mirathi sawa. Kwa hiyo tayari tuna darasa la hao watu wako mtaani wanasaidia kuendelea kuelimisha umma juu ya umuhimu wa kuandika wosia, lakini taratibu za usimamizi wa mirathi haswa zikoje? Mtu asipoacha wosia, migogoro yake inatatuliwa vipi? Ni jambo gani la kwanza kabisa lifanyike mtu anapokata roho, ili tusije tuka pata ugomvi wa wandugu. Ni nyaraka gani za msingi mtu anatakiwa aziandae mapema ili tusijeona kama swala la uh, usimamizi wa mirathi linachukua muda? Unajua, kuna mtu anasema o, shauri la mirathi mahakamani linachukua hata miaka mitano, kakwambia mpia nani? Ndio, ndani ya miezi kumi na mbili shauri linatakiwa limefanyeje, limeisha Yaani, tunategemea ukipeleka maombi leo utapewa siku za kutangaza, zikiisha utapewa usimamizi wa mirathi ndani ya miezi sita. Utaiambia mahakama umekusanya nini, marehemu alikuwa anadaiwa kiasi gani. Baada ya miezi sita pia unarudi kuiambia mahakama kwamba marehemu aliacha kitu fulani fulani, nilishawambia kitu fulani, nimempa fulani kitu fulani, nimelipa deni fulani, hivi ndivyo nilivyogawa. Shauri linafungwa mahakamani, maisha yanaendelea. Lakini hii elimu isipokuwepo mtaani, kama ulivyosema kweli, ni tatizo lakini tumejitahidi kwa sehemu na tunaendelea kufanya kama ilivyokuwa leo hapa. fanikiwa School of Journalism, neno lako la mwisho ni lipi? Ah, <coughs> neno langu la mwisho ni kwamba ofisi yetu iko wazi kuanzia saa mbili na nusu asubuhi mpaka saa kumi na nusu jioni siku zote za za kazi, na simu yetu iko wazi kwa ajili ya kupokea Uh, wateja wanaomba ushauri wa kisheria si tu kwenye suala la kuandika wosia ama kwenye swala la mirathi tu. Hapana, maswala ya migogoro ya ndoa, maswala ya ardhi, unyanyasaji majumbani masuala ya kazi. Yeyote mwenye tatizo lolote la kisheria, namba zetu za simu ni 0683252738, 0683252738. Sisi tunasema Inherit Your Rights. Uh, awareness, access, action Inherit Your Rights, awareness, access, action. Mariam, neno lako la mwisho ni lipi? Uh, nipende kusema ni hatupatikani tu kwa namba za simu, pia tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii, mfano Facebook tunapatikana kwa jina la Inherit Your Rights, lakini pia Instagram tunapatikana kwa majina ya Inherit Your Rights. Karibuni. Joel, karibu sana kwa wakati mwingine. Asante sana, nashukuru sana. Asante sana, nimtakie majukumu mema. Asante sana, karibu sana kwa wakati mwingine. Mariam, asante, karibu sana. Asante sana. Naam, mtazamaji, mpaka hapo niseme sina la ziada. Nilikuwa na wanasheria kutoka katika shirika la Inherit Your Rights, yani kwa Kiswahili rithi haki yako, ambao umewasikia katika mjadala ambao unaendelea hapa, na ukitaka kwa mawasiliano zaidi ni 0683252738 wanapatikana kwa namba hizo kwa msaada wowote wa, wa kisheria. Mimi ni Daniel Nicholas,